Bwana Yesu apewe sifa. Uh, watumishi wa Mungu na wote ambao tumepata kibali cha kuendelea kupata matafakari mazuri ya neno la Mungu, matafakari mazuri ambayo Bwana Yesu yeye anatamani kila mtu akapate kuyasikiliza. Na siku ya leo tukiwa katika nyumba ya Bwana, kanisa la Anglikana Kristo Mfalme Kinondoni, ninatamani nije mbele zako siku ya leo nikuletee matafakari haya ambayo Ninajua yatakupa kibali lakini Mungu ataendelea kusimama upande wako. Tunajua kuna mambo mengi sana ambayo unatamani Mungu akusaidie. Siku ya leo tunapoendelea kwenye matafakari haya, ninakuombea sana na Mungu akaendelea kusaidia sana. Na siku ya leo ninatamani tutaanza kipindi chetu kizuri sana ambacho kinaitwa Sauti ya Baraka. Ninajua kuna watu wengi sana ambao tayari kuna vitu ambavyo Mungu amesema kwa ajili yao, Mungu alinena kwa ajili yao na bado hawajaelewa kama ni Mungu ndiye ambaye ameweza kusema kwa ajili yao. Basi tufumba macho yako tuweze kuomba. Bwana Yesu, ninasema asante kwa ajili ya kila mtu ambaye siku ya leo amepata kibali na anaendelea kusikiliza sauti yeye, Bwana, mpe neema yako, mpe masikio ya rohoni na macho ya rohoni, ili jambo lolote ambalo siku ya leo sana mbele za ufalme wa Mungu, yani ni mambo ambayo yalikuwa anampendeza Mungu. Na maandiko nasema, palikuwa na mtu mmoja Kaisaria, jina lake ni Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitaria, mtu mtaua chaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona maono waziwazi kama saa sa tisa mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana akaogopa, akasema kuna nini, akasema kuna nini Bwana. Akamwambia sala zako Uh, na sadaka zako zimefika juu uh, zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Bwana Yesu ape sifa. Tukiangalia kwa habari ya Kornelio, maandiko anasema alikuwa ni mtu ambaye, jambo namba moja, alikuwa ni mtu ambaye mala kwa mala alikuwa anafanya ibada, lakini jambo namba mbili ambalo tunaliona ya madhabahu yangu, swala zako na maombi yako na sadaka zako zimefika, si mbele ya madhabahu. Sikiliza, siku ya leo Kornelio alipokuwa amekaa alipokea ile sauti ya baraka kwenye maisha yake kwa habari ya mambo ambayo Bwana Yesu ataenda kuyafanya kwenye maisha yake kwa habari ya baraka ambayo ataenda kuipokea kwenye maisha yake. Ndipo Bwana akamwambia sasa, nakutuma, nenda mahali fulani, ukienda huko utamkuta mtumishi wangu. Siku ya leo nasimama hapa ninazungumza na watu ambao ndani ya maisha yao Mungu anatamani akazungumza na yeye. Kuna sauti ya baraka ambayo yeye Bwana anatamani kila mtu ambaye sikia leo anasikiliza mahali hapa, hiyo sauti akaipokee, amba kwa ajili yako. Ninapokutazama leo, ninaona kama vile Kornelio alipopokea ile sauti. Hata we siku ya leo yawezekana ile sauti ukaenda kuipokea. Hata we siku ya leo yawezekana ile sauti, yeye bwana ataenda kuambia, yeye Bwana ataenda kuzungumza na wewe kwa habari ya baraka unayoiomba kwenye maisha yako, kwa habari ya mambo ambayo Bwana Yesu ataenda kufanya kwa ajili yako. Tunajua kuna watu ambao wanatamani sauti kwa habari ya uzao wao tunajua kuna watu ambao wanatamani sauti ya Bwana. Sikiliza mpendwa, nyakati hizi ambazo uovu umezidi, watu wengi wamekuwa ni watu ambao inakuwa ni ngumu kusikiliza baraka ya Bwana, inakuwa ni ngumu kumsikiliza Mungu anasema nawe jambo gani kwa habari ya maisha yako, lakini utazama ewe ambaye jioni ya leo umepata kibali cha kusikiliza maandiko haya cha kusikiliza tafakari hili, ninatamani huwa kama Kornelio. Jambo namba moja, alikaa katika eneo ambalo yeye Bwana Yesu alienda na kaongea na akamtamka baraka kwa ajili yako. Kwa nini usiwe ni wewe siku ya leo? Kwa nini usiwe ni wewe ambaye Mungu akija juu yako Atakutamkia kwa habari ya uponyaji. Kwa nini usiwe ni wewe ambaye Mungu akicajia juu ya maisha yako? Ninakumbuka siku ya jana nimeenda mahali kufanya huduma na watu, wakati nafanya huduma na watu, adui namwana anasema ya kwamba huyu mtu ambaye umekuja leo kufanya huduma kwa ajili yake, tumeweka roho za mauti, na hizo roho za mauti fanya akashindwa kusikiliza, hata Mungu anasema nini yawekane kwa ajili yako ya yeye Bwana akafungue njia yako ya yeye Bwana aweke baraka leo kwa ajili yako, Bwana Yesu apee sifa. Sikiliza mpendwa, nyakati hizo ambazo Mungu anapotamani upokee baraka, inabidi uwe karibu na uso wa Mungu. Kipindi hiki ambacho watu wengi wanahangaika, wanahangaika kwa habari ya kazi, wanahangaika ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Ikaje kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Nina jioni ya leo, pokea baraka Bwana, pokea neema Bwana, hiyo neema mpya ikasimame upande wako kwa sauti yako tayari awisikii ya tena ile sauti ya baraka, ile sauti yenye nguvu, ile sauti yenye uwepo. Awaioni tena ile sauti ambayo uliozungumza na Samweli. Leo hii kuna na watu, awaioni tena ile sauti uliyezungumza na Yohana katika visiwa vya Patimo watu waisikii tena. Ile sauti uliongea na Ibrahimu, uliongea na mke wake, watu waisikii tena. Bwana Yesu, inafungua malango yao, ninafungua baraka yao ninafungua siku ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondo. Ninatamka siku ya leo, chochote ambacho adui kafunga kwenye maisha yako, ninatamka leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, pokea kufunguliwa po, pokea kufunguliwa po, pokea kufunguliwa po po kufunguliwa katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu akubariki, na ninaamini Mungu ataendelea kusaidia. Basi nikualimishe tena siku ya Jumatano, mida kama hii, ninaamini kuna mambo ambayo yeye Mungu ameandaa kwa ajili yako. Tuendelee kuomba kwa bare baraka yako ili sauti ya Mungu ikanene kwa ajili yako, lakini pia Ijumaa tutakuwa na mwendelezo tena wa kipindi hiki Ninatumani Bwana Yesu akaweke njia pale ambapo hapana njia kwenye maisha yako. Sauti ya Bwana ikanene kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Unazungumza ha, na mtumishi wa Mungu hapa ha, Mwinjilisti John Mtimavalye. Nipo katika kanisa la Anglikana Kristo Mfalme Kinondoni. Mungu akubariki sana, karibu sana.